Na tumekutana leo na wenzetu wa World Fish. World Fish ni shirika la kimataifa ambalo linafanya kazi zake kuhusiana na zaidi kwenye kukuza uvuvi pamoja na usimamizi wa uvuvi, na kuna huu mradi wa Asia African Technology Transfer ambao huu ume una lengo la kubadilishana uzoefu kati ya nchi za Asia pamoja na nchi za Afrika kwenye uvuvi, uhifadhi wa mazao ya uvuvi lakini vile vile na uhifadhi wa bahari zetu. Eneo la mwanzo ni la kitaalamu, wanasema digital transformation, kubadilisha u, uvuvi ama taarifa za uvuvi kuwa za kidijitali. Kwa hiyo katika eneo hili kuna vifaa ambavyo tunaviita PDS ama GPS, vimefungwa kwenye boti za wavuvi zinaonesha ile menendo ya wavuvi tangu asubuhi wa ametoka maeneo alioenda kuvua na muda aliorudi. Kwa hiyo hii itatusaidia katika mambo mengi ili kuweza kumshauri jinsi gani anaweza kupunguza ule uharibifu wa samaki ama bidhaa zilizovuliwa kabla ya kufika sokoni, ambao hii ni changamoto kubwa sana kwa mujibu wa shirika la kimataifa la chakula duniani FAO. Karibia ni wastani wa asilimia thelathini ya mazao yanayovunwa hususani ya bahari yanaharibika kabla ya kufika sokoni lakini eneo la pili ni kwenye upande wa kupunguza uharibifu mm, mm. Kwa hiyo kuwepo kwa miradi hii inatusaidia katika mambo mengi na inasaidia juhudi za Mheshimiwa Rais Dr Hussein Ali Mwinyi kuinyanyua Zanzibar kupitia uchumi wa buluu, lakini vile vile kwa matumizi endelevu ya bahari yetu, kwa sababu so, tunajua tunapofanya uchumi wa buluu lazima tuwe tuna takwimu za kutosha na ziwe salama na ziwe zinapatikana kwa wakati ili ziweze kutoa mwelekeo wa samaki wetu, mwelekeo wa mazingira yetu ya bahari, vipi tunaweza tukayatumia kwa njia endelevu. Na katika mkutano huu tumezungumza mengi, mradi wetu unafanya kazi vizuri Zanzibar na unasifu sana kwa Zanzibar tumekuwa ni kinara na mfano mzuri wa kuonesha wengine. Katika mradi huu tuna packages au kuna work packages na nne ambapo katika hizo nne Zanzibar tumetekeleza namba moja ambayo tunaita digital coast. Yenyewe kazi yake hasa ni kusana taarifa za uvuvi ili kufanya uvuvi wetu Zanzibar kuwa bora na mzuri. Uh, tumeanza ku practice uh, kufanya mradi huu sasa ni miezi kama saba hivyo nane na matokeo yake yamekuwa ni mazuri sana. Taarifa zimekuwa zikusanywa, wavuvi wameshirikiana na sisi kwa hali ya juu kabisa. Tunashukuru sana ndugu zetu wavuvi. Na hii ni kwa sababu tumo katika jitihada ku transform au kusafirisha uvuvi wetu kufanya kuwa wa kileo na kisasa kama ambavyo azma ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi hasa anaazimia katika uvuvi wake. Kwa hiyo tuko tulikuwa pamoja hapa leo kikao hichi, ili kuweza kuangalia sasa vipi tutaweza kuenda mbele ku move na hii na huu mradi na kuweza kupata vitu vingi zaidi katika mradi huu kwa sababu mradi na packages nne ikiwemo, kwa mfano, kutoa incentives na kwa wavuvi ikiwemo uh, kwa mfano, mambo ya aquaculture. Vile vile kwa tulikuwa tukizungumza kuona vipi tutaweza kuinua Zanzibar kama ni sehemu ya kuweza ku practice, packages zote hizi nne na kufanya vitu wetu, lakini pia na wakulima wa samaki katika maeneo ya Zanzibar kwa bora zaidi. Kwa hiyo tumefanikiwa na tunashukuru sana wavuvi wanashirikiana nasi sana. Tumefunga baadhi ya vifaa katika boti zao za ya PDS au trackers ambazo zinaonyesha wavuvi wanakwenda sehemu gani kuvua. Kwa hiyo inatusaidia pia katika management ya uvuvi wetu jinsi ya kusimamia uvuvi vizuri katika Zanzibar, lakini pia tunaangalia uwezekano wa kuunganisha taarifa hizi na nyingine ili kuweza kusaidia wavuvi kupata masoko, lakini pia vile vile serikali kupata taarifa za kutosha kabisa katika uvuvi wetu huu ambao tunahitaji kufanya uvuvi wa kisasa. Naki uh, kikubwa ilikuwa kwanza ni kuangalia uh, mradi umefika kiasi gani na matokeo na maendeleo yote ya mradi kwa mwaka wote uliopita. Kwa hiyo kimekuwa kikao ambacho ni cha maana sana ambao katibu mkuu ameweza kupata kujua ni nini kimekuwa kikiendelea kwenye mradi kwa muda wa mwaka mmoja, na pia ametoa mapendekezo ya, ya vile anavyoona mradi unavyokwenda na anavyotaka mradi uende kwa mwaka unaofuatia. tunatarajia kuwa sisi kama wafuatilizi wa mradi huu yale ambayo katibu mkuu ameyapendekeza tutayachukua tutayafuatilia na kuboresha uendeshaji wa mradi huu wa AABS hapa Zanzibar.